Mara nyingi mwanaume ambaye anatoka nje mara nyingi anakuwa na, kwanza amekosa mapenzi ya mama ili hajiamini kama mwanaume. mm -hmm. Kwa anaona yani ile ku, kuwa na wanawake wengi ndio uthibitisho wa uanaume wake, lakini mm -hmm. Pia mwingine anakuwa hajapendwa na mama yake vizuri anaipata kwa, attention kwa ana wanawake bila wanawake wanapompapatikia ndio lakini mm -hmm. Mwingine ametoka katika malezi ya mama peke yake mm -hmm ko ameshaka ameshazoea kukaa kile, kile kike kike kwa ile u za kike, yeye ndio vinamfidi ego yake. Sasa unaona mtu kama huyo, mwisho wake ni yeye mwenyewe amue mwisho wake, lakini mwanamke ambaye anatoka nje ya ndoa yake mara nyingi pia ni, mtu, ni manam, mtoto ambaye mamake alikuwa hampatilizi unajua mm. kuna yule mtoto anakuwa katika familia, anajua kwamba mama anampenda fulani kuliko mimi yeah. kwayo anatafuta attention, kila mtu anayeweza kumdanganya kwa ma..., anamdanganya kwamba nakupenda, anashikana anashika naye kwa sababu ana kiu ya kupendwa, mm. Kwa maana yake ni kwamba tutakavyolea watoto wetu tu vizuri, wanaume tukawalea kiume, na wakike tukawalea kike, na tukawaweka karibu, ni aghalabu sana wawe wasaliti mm. Na mtu we, watu wengi wasaliti ni watu wenye shida za afya ya akili, maana yake mm. ni watu wagonjwa kumbe. Kwa sasa wewe wa utakapoenda mbio na mtu mgonjwa, maana yake ni hata wewe pia utaweza kuingia katika ugonjwa wake, kwa sababu wewe utaacha kumfuatilia wa wa yeye. Unaona, sasa matatizo hmm. msaliti, ya usaliti yanapoanza. Kuliko wewe utibu tatizo ambao ni mume wako ambaye yeye ndo msaliti au mke wako ambaye ni msaliti, hmm. unaenda kubambanishana na watu wanaokusaliti naye. Mathalan, hmm. Mungu atusitiri. Amina. Mume wa mtu fulani ni msaliti, ana msaliti na msichana anaitwa Zubeda. Ndio. Sasa, kuliko wewe pambane na Harun ambaye ndo mumeo, wewe unaenda kupambana na Zubeda. Na Zubeda. Hmm. Sasa Harun tayari yeye ana shida ya afya ya akili anatafuta tension kwa wanawake mm, kwa mama yake hakumpenda sawa sawa. Sasa na wewe, kuliko kutibu tatizo ambaye ni Harun, wewe unaenda kumwataki Zubeda, unavyomwataki Zubeda, mm, Zubeda, Zubeda atakata tamaa, atashuka chini, atasimama Amina, mume ataachana na Zubeda atamfuata Amina. Ndio. Amina atashana naye atamfuata Maria. Kwa hiyo Jumatatu mpaka Alhamisi wote kumepigana na wasichana watatu pale mtaani. Maneno yatakuwa yashaanza kuzagaa kwamba wewe unapigana na wanawake wa mumeo. Kujiamini kwako kuna shuka, kila ukikaa hivi unahisi labda mume wako yuko mahali, kila ukikaa nafsi yako yapurutuka hivi, yani wako unapata kama vile mshtuko. Ah, hmm. Saizi siyo atakayeko na nani kwa sababu ushafumania mara tatu mm. au ushapigana mara tatu, kwa hiyo hii huu ubongo wako wa mbele huu usha, usha register ile kile, mm. kile action ishasajili kwamba saa yote mimi Haruni atanisaliti kwa mm. kile ukikaa hivi huna amani, ukimwona Haruni amesalimiana na msichana wamekuwa very friendly ushaenda kumfuatilia mm. Ushaenda kumcheki Instagram, ah, wamefollowana ah, hawajafollow ah, hawajafollow ah, eh. Ila utakuwa na chati siri, unaingia kwenye simu ya mume, anaanza kutafuta password, una, unapoteza kidogo kidogo unapoteza confidence yako kidogo, ushaingia na wewe kwenye stress, ushaingia kwenye wasiwasi, inaitwa anxiety. Ukikaa hivi unasikia tu moyo wako unaripuka ah. mm. Na kila moyo ukiripuka wewe mwanaume atakuwa tu anasaliti. Kuliko wewe mke una furaha, unaanza kupata kisirani mm, yeye, yeah, yuko shida ya afya ya akili na wewe umeingia shida ya afya ya akili sasa. So, so. na, na na, hapo kwenye i, i, hilo tatizo ni vibaya. Kumfuatilia mwenza wako akiwa anafanya vitendo visivyokuwa vya kiungwana nje ya ndoa, asilimia tisini na tano hakuna alifuatilia aliyofuatiliwa aliyoacha kwa sababu amefuatiliwa, yeah bali kuacha kunasababishwa na nini? Ah, amue mwenyewe kuacha afiki tu sema aseme amechoka. Ah, vitu ambavyo hawavijui wanawake wengi ambavyo najaribu kuwafundisha ni kwamba yani vitu vingi ambavyo wanawake hawavijui wanaume wengi wa Kiafrika, sisi wa Afrika, sasa ah. omba tu wa kuheshimu Mm-hmm. Omba tu wa kuheshimu basi, kama hata kusoma dini kama hamwogopi Mwenyezi Mungu. Mm. Omba tuwa kuheshimu kwa sababu anaweza kama amesoma dini ila hamwogopi Mwenyezi Mungu, omba tuwa kuheshimu. Mm. Kwa sababu unaweza ufuatilie mpaka ukafika mpaka mina nazosema labda huyu mume wangu mimi nampa furaha yote, aweza kutoka kwenye furaha na akafanya vituko mwenye, ukajiuliza kwani huyu ana shida gani hasa? mm -hmm. Kuna watu wana tabia za mistuni, hata unamwangalia mke wake na unamwangalia sema huyu kwani ana shida gani mm -hmm. Na mwanaume aweza kuwa amefunga ndoa na wewe hapo alipo, amefunga ndoa na wewe akafika hoteli, wewe umeingia kuoga, yeye hey, kubaki anasubiri na yeye ende akaoga akamtumia message msichana wake waloshindwana walo. hmm. Akaambia, wajua huyu nimemuoa tu kwa sababu wazee wamelazimisha. huyu ndo mwanaume wa Kiafrika sasa. hmm. mtu kama huyu ambaye anasema wewe kukua kwake wewe amelazimishwa na ndugu, utamfuatilia mpaka wapi? hata umfuatilie. hmm. kadri utakavyomkamata ndivyo atakavyobadilisha kadri utakapo yani ukilijua hili mapema mm -hmm. itakuwa nafuu kwako na ukiweka uki amani katika nafsi yako kwamba mm -hmm. huyu mtu ima ameamua yeye mwenyewe kuacha mm -hmm. au Mwenyezi Mungu amenifanyia hisani nisione mm -hmm. basi lakini ndio kwa kusema ndio kwamba huyu huyu ni wa kwangu peke yangu mm -hmm. wapo nawaambia wanawake wasikate tamaa, wanaume ambao si wasaliti wapo kibao kibao, lakini wote wana karakta hii moja, hofu ya Mungu wote. Mm. wana sifa kuu moja ya hofu ya Mungu. Sio wale wasoma dini mm. sijui siye, maskini sio tajiri mm, lakini watu wenye hofu ya Mungu na mimi nakutana nao wengi sana, wapo mm. Anaweza akawa amekupenda mwanaume mpaka hata ukiumwa naye ataumwa, lakini kama hana hofu ya Mungu ni kazi bure. Musichanganye wanawake, kuwa na dini na kuwa na hofu ya Mungu ni vitu viwili tofauti. Kuwa na dini ni upe, alafu kuwa na hofu ya Mungu ni upe. Wajua, katika ujinga kuna aina mbili za ujinga mm. kuna compound ignorance na reckless ignorance ignorance ni kwamba sisi wote hatujui Mwenyezi Mungu. hmm. mwenyewe ametufunda ametuambia tusome tutafute elimu mpaka China nini nini, sisi ndo compound. Hmm. watu wajinga wajumla. <laughs> <laughs> Na <No>, sisi <laughs> la, kuna wajinga wa... kwa sababu ya uzembe ndo reckless, yani hajua dini vizuri hmm swali vizuri aenda kanisani, sijui ukimwambia tufanye maombi pia ya yafanya, lakini ile hofu sasa, unaweza huyu compound majinga a jumla hmm, anaweza kamwogopa Mwenyezi Mungu kuliko huyu ambaye ni reckless hmm. Ndio maana katika riwaya za Kisamu zasema waweza kuwa wajiwafati hatu, lakini ukazuia na ukauzuia ulimi wako hmm ukahifadhi tupu zako na siri zako mm, ukaswali kwa wakati, ukatoa sadaka mm, ukaingia peponi kuliko hata mtu mwenye kiremba, mtu mwenye kuhifadhi, mtu mm, mwenye kutoka tablighi sawa sawa. Uh, madam, kuna, kuna wimbi la, la wanafunzi mm, kuanzisha mahusiano akiwa vyoni nyumbani yanakuwa sio mahusiano ambayo ni rasmi. Kwa kiasi kikubwa inakuwa sio mahusiano yaliyo rasmi, lakini eh, kwa kiasi kikubwa tafiti zisizokuwa rasmi pia zinaonyesha kwamba asilimia kubwa ya wanafunzi huwa wana mahusiano wapo vyuoni. Hili lina afya kwa mustakabali wa familia zao zijazo zile za ukweli, maana inaonyesha pia baada ya muda fulani ule wa, wa kuisha kwa masomo yao mahusiano nayo yameishia hapo. Mara nyingi mahusiano ya chuoni ni pata potea, ni kama unacheza kamari, japo hairuhusiwi kwenye dini, lakini ni mara chache akaenda mbali. mm -hmm, na mara nyingi wasichana, watoto wengi wanaingia katika mahusiano chuoni kutokana na mazingira ambao wameishi, kwa sababu anakuwa ametoka katika mazingira ya kufungiwa, kwa chuoni anakuwa huru kwa anafanya anachotaka lakini pia wanaume wengi ambao tuko nao katika hizi jamii zetu ni wana shida ya kujiamini mm. Kwa mtu hawezi kutafuta mtu saizi yake, natafuta mtoto, kwa sababu mtoto ndo unaweza kumanipuleti vizuri. Najua mtoto kimtengea bajeti ya laki tano ni nyingi sana kwake mm. tofauti na mtu mzima, watu wa umri zetu, hiyo ni pesa gani? mm. naona no. Mara nyingi watoto wa kike ambao wako chuoni, ningependa kuongea nao kwamba huwezi kusema kwamba utatembea na mume wa mtu ukasema nimemchuna hela nyingi. Mara nyingi anakuwa ashakupangia bajeti mm-hmm. Yaani, ile bajeti yako inakuwa ipo, na kama ikizidi sana anaweza kama wamekuekea sana labda milioni tano mm-hmm. hawazidi zaidi ya na ukiangalia hiyo ni hela ambayo ameiweka kwa ajili ya kukupata. Mhm. Mm. Na mara nyingi wanaume kama hawa wanakuaga uh, emotional unavailable, yani hawapo kihisia. Wana kukuhitaji tu kwa ajili ya kitu kimoja, kikifanikishwa wanakutelekeza. Mm -hmm. Sasa wewe ndio unaingia sasa kwenye msururu wa kuvunjwa nafsi ukiwa katika umri mdogo, unapata breakup katika umri mdogo, unaanza kuona matatizo ya kimapenzi katika umri mdogo. Kwa sababu mabinti wengi ambao nimekutana nao katika kazi wakikusimulia historia zao na waume za watu, ni kwamba mara nyingi ukija kufikia hatua ukamwambia nioe, hawezi kukuwa. Mm. Kwa sababu hakuwa na wewe kwa malengo stahiki, alikuwa na wewe kwa ajili labda, alikuwa anagombana na mkewe kwa anataka kupunguza punguza ile nini, tension. Mm. au amonyeshe mkewa alipiza kisasi kwa mkewe. Naamini mwanaume mimi, kwa imani yangu na kisaikolojia, mwanaume mwenye nguvu sana ni yule mwenye mke mwenye nguvu. Kivipi? Yani, ukitaka kujua nguvu ya mwanaume, angalia mke aliye naye. Ukiona mwanaume ana yuko na watoto anaangaika na watoto anaangaika na watu ambao wangeweza kuwa watoto wake mm. ana mushkili sana sasa kwenye tabia na kujiamini kwake. sa mm. ukiona kama kuna mwanamke fulani hivi yuko strong sana, alafu mwanaume ndo akamwoa yule mwanamke mm. au unakutana na mtu anakuambia mi mke wangu ana akili sana mm. nimempenda kwa sababu mke wangu ana akili na ananisaidia mambo yangu mengi sana mm. Huyu mtu anaweza kufanya naye kazi na mi, mara nyingi nawaamini na wanaume wenye wanawake wenye nguvu mm. Kwa sababu unajua, una kwamba huyu mwanaume amekomaa mm. Lakini mwanaume ambaye ana miaka tuseme labda arobaini na tano na mm. alafu anaenda kutafuta mtoto wa miaka ishirini mm. mtu amepishana naye karibia miaka ishirini na tano yeah, nusu ya umri wake ambaye ni mwanaye anaweza kumua, mm, kumza, kuna mushkili mkubwa sana kuhusu tabia zake na malezi ye mwenye anavyojisikia kama mwanaume. Wengine <coughs> wanaweza kawa wanapata bahati mbaya kwamba katika hicho kipindi chake cha umri wake ajapata mwanamke aliyempenda kisawasawa, ndo akaja akapata mtoto akampenda hiyo, mm. Iyo ni mara chache mm, lakini mara nyingi ukitaka kujua nguvu ya mwanaume, mwangalie mke aliye naye. Na, na, na, na, na, na sasa umeongea vizuri sana madam, kuhusiana na uh, swala la kuasa mabinti hawa waliyopo kwa, yani, kwa kumalizia ni kwamba n usione mtu ni mtu mzima na mke wake akakufuata we mtoto mm, ukaona kwamba ni mapenzi ash, yani yeye tabia zake ni mbaya, zimeshindikana mke mm, wake ashaanza ashamjua wa vizuri, kwa anatafuta victim mingine wa kumlaghai mm, mara nyingi sana wanakuwaga malaghai mm. Na, na, na, na, na, na vipi kuhusiana na uh, mke au mume ambaye anaanzisha mahusiano pembeni mwa ndoa yake ama nje ya ndoa yake? Hawa nao tatizo nini haswa ambalo kwa kiasi kikubwa tunaliona kwenye jamii sasa? wanawake wenye mahusiano nje ya ndoa zao, kuna wanaume wenye mahusiano nje ya ndoa zao. Tatizo liko wapi? Tatizo linakuwa liko wapi kwa wanandoa hawa kutoka nje? Mara nyingi mwanaume ambaye anatoka nje, mara nyingi anakuwa kwanza amekosa mapenzi ya mama, pili hajiamini kama mwanaume kwao, anaona yani ile ku kuwa na wanawake wengi ndio uthibitisho wa wanaume wake lakini mm. Pia mwingine anakuwa hajapendwa na mama yake vizuri, kwa attention anaipata kwa wanawake, vile wanawake wanapompapatikia ndio lakini mm. Mwingine ametoka katika malezi ya mama peke yake mm. Kwa hiyo ameshakaa, ameshazoea kukaa kile kike kike mm. Kwa ile u za kike, yeye ndio vinamfidi vina ego yake mm. Sasa unaona, mtu kama huyo mwisho wake ni yeye mwenye amue mwisho wake mm. Lakini mwanamke ambaye ye anatoka nje ya ndoa yake mara nyingi pia ni, mtu, ni mwanamke, mtoto ambaye mamake alikuwa mpatilizi mm. Najua kuna yule mtoto anakuwa katika familia, anajua kwamba mama anampenda fulani kuliko mimi. o yeah. Anatafuta attention, kila mtu anayeweza kumdanganya kwa ma... anamdanganya kwamba nakupenda, anashikana anashika naye, kwa sababu ana kiu ya kupendwa, hiyo mm. Iko very deep hiyo, naweza yeah. kuichukulia tu kawaida, lakini iko deep, kwa sababu kwanza, na hasira; pili, yeah. ana kisasi mtu yoyote atakayekutana naye baada ya hapo lazima atalipa kisasi. Sasa mm. hatujui kisasi chake kutokwenda mpaka lini? Na ubaya wa zama hizi, ndio maana nikawaambia wanawake wawe makini sana kupata wanaume hizi zama zama mm. Zama ni zama za hatari sana, kwa sababu unakutana na wanaume wengi ambao wana visasi na watu walioacha mm. Kwa hiyo ukiingia pale ukaonyesha mapenzi haoni. Kwa sababu yeye yuko pale kwa ajili ya kulipa revenge. Sasa mm -hmm. Wewe uweza kumpenda mtu ambaye anataka kukupa revenge. Ndio mm -hmm. Maana ninawaambia mimi mwana makini sana na kisha kama mnamtaka mtu muombeeni Mwenyezi Mungu awaleteni huyo mtu. Kwa sababu kama mtu akiletwa mwenye na Mwenyezi Mungu ni ngumu aje akiwa na visasi. Mwenyezi Mungu ataangalia mtu ambaye tayari amepona, ndo Mungu hawezi kukuletea funzo hata siku moja. Mm -hmm. Ikiwa nafsi yako wewe iko na iko yani iko nyupe kwake, lakini utakapoanza sasa kufuata watu kwa matamanio, wewe mwenyewe ndio unawafuata watu, si kwa msaada wa Mungu, nipo sasa, utakutana na watu wanalipa visasi mm -hmm. tunakutana nao wengi sana. Wasichana wanasema tumeingia kwenye mahusiano, lakini ninamuona kama huyu nilienaye mimi ananichukia mm. anashindana na mimi anaweza kanizunguka watu ninaofanya nao biashara akaenda kuniharibia. Sasa wengi ndio kama hao, anakuwa ameumizwa kwenye mahusiano aliyopita, kwa anatembea na ile chuki kwenye mahusiano ya sasa mm. Na sasa kisasi chake kitaisha lini mimi na wewe hatujui, lakini mara nyingi kupona inawezekana wakapona. Hmm. Lakini sasa katika kupona kwao ni wao wenyewe waamue kwamba mimi nataka kupona niendelee na maisha. Mm. Kwa sababu katika hii dunia si kila mtu atakuumiza kama kama Aisha. Ndio. Kuna wengine ni wema maskini. Mm. So huwezi kusema wao kwa sababu Aisha si mwema basi watu wote si wema. Wapo, mimi nakwambia, mm. Wapo watu wema sana wengi kuliko wao wao wako wachache, lakini wanafujo ndio maana sasa mnaona. Ah. Mm. Wao wofu siku hizi hakuna wanaume hao, hakuna wanawake, wapo lakini ni kwa sababu wao wenyewe wanawake wema wote mm, awapo huwakuti sokoni, huwakuti katika sehemu za miziki, hmm, wala huwakuti katika sehemu za starehe, huwakuti sehemu wanazokunywa si tembo, huwakuti hmm, sijui kwenye mihadhara mi, mihadhara hii hmm, kuhangaika hangaika. Wanawake wema wote wapo ndani, wamelala. Wikendi wanalala ndani hmm, hawana sehemu ya kwenda, wanalala unawatumia ujumbe, tunapenda jamani, wanaume hawapo kwenye friji, tokeni angalau hata muonekana. Saa ka mimi napumzika. Mtu anatoka kazini mbio mbio, unamuuliza mbona uko mbio unaenda pesa? Anaenda nyumbani kulala, akipika, akimaliza amevaa pajama zake kitandani au kwenye kochi amelala. Sasa wanawake ambao ninyi sasa mnakutana nao ambao hawafai, ndio hao huko, sasa wenye fujo. Sasa sababu hii hii unaitoa kwa asilimia ngapi? Kwa sababu gani? kwa sababu tumewahi kuona Uh, wanawake wema ambao wamepatikana katika maeneo ambayo pia uh, hayakuwa maeneo sahihi sana, lakini walipokuja kupata wenza wao wakawa wametulia na wakawa wema mno. Unataka uniambie hapa, wema unaoongelea wewe ni wema wa kiasi gani hasa, ama ni wa kivipi hasa? Yaani maana yangu ni, ni, ni kwamba kama mm, wewe umekutana na wanawake ambao unasema kwamba siku hizi hakuna wanawake, lakini okay, maeneo yako ya kukutana nao ni maeneo kama haya, badilisha. Okay, badilisha mm. Na si kila msichana kwenye haya maisha nataka pesa yako mm. Kila ukiongea na msichana, nitakupa pesa, wewe usiwe na wasiwasi, si wote wanataka pesa, mwingine anafanya kazi. Si ajabu analipwa kuliko hata wewe unayolipwa mpaka leo. Mababa zao wa wanawapa hela wakae wanapotaka, ndio mtu unamuuliza, unafanya kazi gani? Anasema, mimi ni mwanafunzi. Ah, mbona vitu vyote unavyovimiliki ni vitu vya gharama unafanya? Anasema, mimi wazazi wangu wananisupoti. Mm. Sasa mtu kama huyu, ukienda kwake, huwezi kwenda kwake ukamwambia oh, mimi nitakununulia gauni. Hana haja ya gauni mm. wala hana haja ya chai ha. Ana haja tu ya mtu atakemstiri sasa unatakiwa hmm, ujue kwamba kila ukipata msichana sokoni huwa ni mwizi hmm. Nebadilisha eneo sasa, anza kwenda msikitini pata hmm, wasichana kwenye magrupu ya kwenda umra. Kuna watu, kuna watu jana juzi tumewasikiliza, si tukuwa tukisikiliza, anasema yeye amekuta na, na mume wake kwenye grupu ya kwenda umra kwamba tumeenda Umra, tumemaliza Umra, lakini kulikuwa kuna safari nyingine ya kwenda hmm. Egypt kwenda kuona uh, wanaita pyramids yeah. Sasa ule mwanaume akamwambia fulani, mimi nimekuona hapa hmm. tuko Umra hmm. na mazungumzo na wewe, naomba tukitoka hapa tukienda Egypt ndio tuongee. Mm. Yule binti akamwambia sawa. Yeye alikuwa binti na mama yake, na yule kijana alikuwa kijana na babake. Mm. Wote walikuwa kwenye grupu moja ya Umra. Mm. Walipofika Egypt, mwanaume alikaa siku mbili ya tatu akamuita yeye pamoja na mama yake. Akamwambia mama yake, mimi bwana binti yako mimi nimempenda, nataka kumuoa. Mm. Je, utaratibu uko vipi? Ndio yule mama sasa akamwambia, ah, kama unataka kumuoa binti yangu, mm, tunaanza hapa mimi nitakuonyesha watu. Mm. Hivi wale wanaosema kwamba wa kufanana naye wanamaanisha nini? Ama olewa na yule wa kufanana naye? Sidhani unadhani wanaongea wana tu, lakini unaweza ukakuta mtu hana dini akakuoa wewe, ukamfundisha mimi, na uthibitisho kwa mwingi tu Ndeo. na mtu anaweza akawa yeye ana dini, wewe huna dini mm. akakuingiza yeye, hey, pazuri mm. mathalani kama hiyo nikakwambia, tumeiangalia jana ilikuwa ni kama podcast. Mm. Akasema huyo binti anasema, mimi nilikuwa si muumini sana mm, kama mume wangu, lakini watu mimi ni mwanasheria, wakimwona mke wangu mume wangu ni kama mwanasheria, kwa sababu mm, anajua mambo mengi, ni msomi sana, hata hii dini ya Kiislamu wamebobea. Mm, nusu ya akili yangu leo nayo mimi imetoka kwa mume wangu mm. kwa watu wanaohisi mume wangu naye ni mwanasheria, lakini yeye si mwanasheria, yeye ni mshauri mm. kwao. Unaweza ukaolewa na mtu yeye ndo akaku influence Mungu, mpaka wewe ukapenda Mungu, saa nyingine mpaka ukamshinda yeye mm. na pia unaweza ukaolewa na mtu ambaye yeye ndo akaku influence mpaka au wewe ndo ukamtia hamasa ya kujua mm. Eh, marafiki wengine tunakutana nao si watu wa kuswali, lakini tukizungumzana bwana mimi nataka swali, bwana mimi nafunga, nasema ah, basi Leila acha tufunge sote, mimi nikusindikize wiki hii mm. Eh au mnafanya tahajudi kila wikiendi, mnafanya tahajudi. Nasema mimi, kila siku nina uvivu mm. Lakini kwa sababu wenzangu mnafanya tahajudi, basi mukiamka na mimi niamsheni. Mwashanga wote kwenye grupu, wote mmeanza kusali tahajudi, oo mm. Si lazima sana ufanane na mtu ndo uolewe naye mm. Weza kumu influence kwa mapenzi tu mm. Lela, nipenda sana acha nifanye